Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi hii adhimu na mimi niweze kuchangia mawili matatu kwenye mpango wa miaka hamsini ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniweka hai mpaka leo hii, kwa sababu uh, kampeni zangu zilikuwa na eka eka nyingi. Lakini pili, Namshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitisha jina la Clayton Levocatus Chipando Baba Levo. Watu wengi waliongea, lakini sasa hivi nadhani akikaa anaona raha, kwa sababu anaona mambo yanayoendelea jimbo la Kigoma mjini. Lakini kingine, nawashukuru sana wananchi wa Kigoma mjini, walipiga kura nyingi na walinipa moyo tangu nazindua kampeni katika jimbo la Kigoma mjini. Umati uliokuwa unanifuata nyuma ni wafuasi ambao walinionyesha wazi kwamba tunakupeleka bungeni, na nataka niwaahidi kwa uwezo wangu na elimu yangu nilionayo hii ndo ajira yangu kubwa ya mwisho, ubunge. Nitawatumikia kwa nguvu zangu zote, kuhakikisha na kuwa mbunge bora katika bunge hili uh, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya shukurani, naomba nimpongeze, ni waziri wangu mzee wangu Kitila. Kitila ni mmoja kati ya majinias. mimi nilikuwa na Kitila zamani tulikuwa naye CHADEMA, tulifukuzwa wote, kama anakumbuka, tulifanya press pale pamoja <laughs> kikundi chetu. Sasa tuko kwenye chama kikubwa, Chama cha Mapinduzi. Mungu akujalie sana uendelee kutusaidia kwa mawazo haya ambayo umeyaleta katika mpango huu wa serikali. Kwa haraka haraka, naomba nijikite katika upande wa vijana. Nimeona mambo mengi sana yameelezewa namna bora ya na kuweza kuwasaidia vijana katika mpango huu wa miaka hamsini ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawataki kona kona, vijana wanataka hela naomba sana mpango huu upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela, kijana anataka pesa. Na nitawaambieni ukweli, mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri, wazee kujiajiri. Lazima uwe na hela, unajiajirije? Ukitaka kujiajiri, ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, Babalevo jiajiri, najiajirije? Namana nifungue biashara yangu, biashara naifungua na nini? tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu. Mtu kama uh, Linex, anataka kukopa, unamwambia alete hati ya nyumba. Linex ana nyumba? lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulio nao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo, ndio kwanza anahaha na dokumenti zake kutafuta ajira, unamwambia jiajiri. Anajiajiri kwa mfumo gani? unamwambia bwana, tafuta mikopo anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua, zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika aiweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi, hawa vijana pesa ziwafikie bila njia ngumu wanazopitia. Mimi nitawaambieni ukweli, mimi ni mfano. Aa, Dr. Samia Suluhu Hassan alituwekea wasanii pesa kwa ajili ya kukopa. Tumeenda kukopa, nimeenda kukopa milioni mia moja masharti nilokutana nayo pale, cha kwanza niwe na mali uh, kama gari au nyumba. Nikajiuliza kuhusiana na wasanii wa Singeli hivi hawa watatoboa kweli kwenye mpango <laughs> Kwa tafsiri hiyo hata hizi pesa ambazo nimeona uh, mheshimiwa waziri uh, Makonda, ame amepewa bilioni mbili, wapunguze masharti ya namna vijana kuzifikia hizo pesa, wakiwawekea masharti magumu wataenda watachukua wale wasanii ambao tayari wamesha kuwa matajiri wanahela na wale wenye vipaji wa chini wa pesa hazitowafikie vijana wanataka pesa bila kona kona na ndio maana vijana wengi wanabeti kwa sababu ukibeti unamuua simba mechi ikiisha unachukua hela yako unaendelea na maisha mengine kwa hiyo kwenye hili naomba sana mheshimiwa waziri uweke mfumo ambao utawasaidia vijana kuweza kupata pesa uh, kwa urahisi lakini la pili tunazungumzia mpango wa miaka hamsini ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania, ni lazima tuwazungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nitatoa mifano, mi nimezurula sana mwenyekiti. Siku moja nilinunua nguo Uturuki za watoto wangu, mi na watoto watano, nikanunulia kila mtoto nguo tatu tatu, zikaa kama kumi na tano hivi. Nikapitia Dubai, nikashuka Dubai, nikakaa siku tatu, sikudaiwa wala sikuzuiliwa pale uh, airport. Nilivyokuja na zile zile nguo nilivyoshuka nazo airport ya Tanzania, wakaniambia natakia nizilipie ushuru nguo za watoto wangu. Kwa lazima tutengeneze hii. Ikanipa picha kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kuna namna ambavyo wanafinywa kiasi kwamba hata kile kidogo alichonacho kinaondoka. Mfanyabiashara na simu mbili simu tatu, mwacheni apite. Kama kunaonekana kuna ugumu wa kufuta hizi kodi ndogo ndogo, si sababu zipo, tuuze tu, tupunguze hizi kodi ndogo ndogo. Naomba sana mheshimiwa mwenyekiti yazingatiwe haya kwa sababu, kama tunawasaidia wawekezaji wakubwa, lazima tuwakumbuke na hawa wawekezaji wadogo wadogo. Kama mtu anaweza kwenda na simu tano Dubai akapita bila kuulizwa chochote, kwa nini akipita nazo hapa kwetu inakuwa tatizo? Twendeni tukambane sokoni wakati anauza. Tupunguze mauzo ya keshi, tuweke katika mfumo, watu watumie kadi, watumie hizi nani za kulipo kwa digital mtaiona hela. Mimi nimeenda China, mtu anauza bamia anakupa ile Alipay unaskani, hela inaingia moja kwa moja kwa serikali. Lakini kiuhalisia kwa mfumo huu wa kuwabana hawa wadogo wadogo, mtawabana watakufa, mtatengeneza wakubwa wakubwa watawanyonya wadogo. Naomba sana hilo nalo lizingatiwe.